Hizi ni dalili ishirini na moja za mtoto kukojoa kitandani. Katika makala wow, zilizopita tumeelezea sababu za mtoto kukojoa kitandani na vile vile tukaelezea madhara ya mtoto kukojoa kitandani. Siku ya leo tuweze kudadavua sababu moja baada ya nyingine ya mtoto kukojoa kitandani na suluhisho lake. Leo tutaelezea dalili za mtoto anayekojoa kitandani kutokana na sihiri au uchawi. Mtoto wako anaweza kukojoa kutokana na tatizo la sihiri, na dalili atakazokuwa nazo miongoni mwa hizo dalili ni hizi, ni baadhi tu. Mojawapo ni kuweweseka usiku. Kuweweseka usiku kama ameshtu, kama ameshtuliwa ama kuonekana na ile hali ya wasiwasi usingizini. Vile vile inaweza ikatokea mtoto kuamka usingizini akaketi, haongei na mtu, ama akaketi kwa mshangao tu, ameketi kitandani hafanyi chochote, au anaweza vile vile akaamka usingizini, akaamka akafungua mlango akatoka kama anaenda nje, haijulikani anaenda wapi. Hizi dalili zote zinaashiria ni dalili za mtoto amesibiwa na sihir na inakupasa uweze kumtibu tatizo hilo. Usimwache aweze kudumu na hali hizo bali fanya bidii uweze kumsaidia mwanao. Vile vile inaweza ikatokea mtoto kuota ndoto za kutisha. Kuota anatishwa, na hali hii itakuwa inatokea kwa dhahiri, ima ukamsikia hata anatoa sauti kwa kuone, kwa kuashiria kutisha ama kupiga makelele akiwa amelala. Hali hii pia inabidi uizingatie katika dalili za sihiri ama za dalili za mtoto wako kupatwa kuwa amesiibiwa na sihiri. Hali nyingine ni ya mtoto wako kuwa na mabadiliko ya ghafla, mabadiliko ya ghafla haswa uoga. Anakuwa mwoga sana, anakuwa ni mwenye wasiwasi wasi mwingi, na mara nyingine anakuwa na hasira sana. Hali hizi pia inabidi uzingatie kwamba ni dalili katika dalili za sihiri, na inabidi uzitibu kwanza kabla hujaweza kufikiria kwa nini mwanao anakojoa kitandani. Hizi zinaweza zikapelekea mwanao kukojoa kitandani, na hizi tunazoorodhesha hapa ni dalili za mtoto kukojoa kitandani kutokana na sihiri. Hali ingine ni kuhisi yupo na mtu mtoto anaweza akaingia ndani ya nyumba akawa anatwamisha, ana jicho juu, anaangalia sehemu maalum, kama vile anaona kitu, ama akawa na wasiwasi, yupo na mtu, au akawa anaitika bila kuitwa. Hali hizo zikiwa zinampitikia ama anazipata dhahiri moja kwa moja, mwanao amesibiwa na sihiri. Hali nyingine ya kuonesha mwanao ana dalili za sihiri ni kuzubaa na kutokuwa mchangamfu, na kutokuwa hapendi michezo na wenzake, anapenda kukaa peke yake, anajifungia ndani, ama anakaa ndani na ndani kwenyewe kwenye kunakuwa na giza. Na mtoto tunayemzungumzia ni zaidi ya miaka mitano, sio kitoto kichanga unakibandika dalili hizi, unakinasibisha na sihiri. Mtoto mdogo haingizwi kwenye hizi dalili, kama zinatokea basi ana sihiri. Lakini kwa kukojoa kitandani ni kuanzia miaka mitano kwenda mbele. Kwa hiyo mwanao akishasibiwa na hali hizo, ikatokea anajihisi yuko na mtu ama anahisi anaitwa, moja kwa moja inakupasa umtibie tatizo hilo ili aweze kuepukana nalo. Katika dalili zingine za mtoto kuwa na dalili za sihiri ama matatizo ya sihiri ni kukosa hamu ya kula, ama kuwa tumbo lake limejaa gesi, au kukulalamikia kwamba anaota anakula usiku, au akakulalamikia kwamba muda mwingine anakuwa akiamka asubuhi ana chale mwilini au nywele zimekatwa, ama anapokohoa anakohoa nywele ama anakohoa kitu cha ajabu kama kucha na mfano wa hivyo, lakini sana sana watoto wengi wanakuwa kikohoa kama dalili za sihir. Anaweza akakohoa kipande cha nywele na mfano wa hivyo. Zipo dalili nyingi zenye kuashiria mtoto ana sihir, hivyo basi unamfuatilia dalili sio ya kawaida, uchukulie moja kwa moja hii itakuwa sio dalili ya kawaida na uweze kuchukua hatua. Dalili za sihir kwa mtoto ni kama hivyo, akawa na matatizo pia ya kukojoa, mkojo unakuwa haumtoki vizuri, analalamika magoti anamuuma, kiuno kinamuuma, chini ya kitovu nguvu kuna muuma. Kama utampima utakuta hana UTI ama maambukizi yoyote, basi moja kwa moja mwanao atakuwa amesibiwa na sihiri, na moja kwa moja mtibie tatizo hilo na ataacha kukojoa kitandani. Katika kipindi kijacho, tutaelezea jinsi ya kumtibu mwanao sihiri. Je, mwanao anapata dalili hizi tulizotaja, na anapopata dalili hizi unatumia njia gani kumtibu? Wasiliana nasi Subira Tiba Asilia kwa tiba na ushauri kwa namba 0758200163 tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani.